Okay, karibu nas kwa habari motomoto na zinazo trend. Stori kubwa wana, wiki hii ni penzi la Kajala na Harmonize. Wawili hawa wamerudiana na hiyo yote ni baada ya interaction yao kwenye birthday party ya mtoto wa Mario na Paula, ambao walionekana wakicheza pamoja wakiemba pamoja, kitu ambacho kimedhihirisha upendo kati yao. Jambo hili limewafurahisha sana sana mashabiki wa penzi lao, mashabiki wa Harmonize pamoja wa wa na mashabiki wa Kadiala. Kwenye na, Harmonize, na, kusubiri. Na hii imetokea ni baada ya kurudisha zile posti zao za zamani za miaka miwili katika Instagram page yake ambapo mashabiki wengi wameshangazwa na na hicho kitendo na kujiuliza kwamba kumbe Makonde Harmonize hakufuta zile post zao, ila ali archive na bado zipo. Kaumbea moto moto na habari za mastaa, usisahau kusubscribe, ku like video yetu na ku comment.